Itawarudishia hiyo maandiko li. Nasema nami itawarudishia, hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na, palale, na madumadu na tunutu. Na tunutu. Na tunutu, jeshi langu kubwa, kubwa, nililolituma li, kati yenu Nami mta, nanyi mtakula mta, chakula tena na kushiba na kushiba na kulihimidi jina la la Bwana Bwana na jina la Bwana. Mungu wenu Mungu wenu aliyewatendea mambo haya aliyewatendea mambo haya ya ajabu ajabu haya ya na watu wangu na watu wangu hawata tayari kamwe hawata tayari kamwe maandiko nasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige kwa Mungu anatoa ya kurejesha au ya kurutisha haijarishi adui yameiba nini, sio siondelee. Maandiko nasema ya kwamba nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, hiyo miaka iliyoliwa na palale, hiyo miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu na jeshi langu kubwa liyoituma kati yenu. Kwa Mungu anasema, haijarishi hiyo miaka yameharibiwa na nini, anasema ntarejesha au ntarudisha hiyo miaka ambayo adui haribifu wameharibu, ni kweli madumadu wameharibu, ni kweli msingi wameharibu, ni kweli tuduto wameharibu, na hivyo anasema ntarudisha. Nani ntarejesha? Kwa Mungu ambaye tunamsema chio ya leo ni Mungu wa urejesho, na ameahidi kurejesha kitu ambacho adui shetani ameharibu kwenye maisha ya watu. Adui shetani ameharibu kwenye maisha ya watu, watu wengi hawajajua ndiyo maana tukiambia watu kabla ya chochote Mungu kwanza, tukiambia watu kabla ya kazi Mungu kwanza, tukiwambia watu kabla ya biashara Mungu kwanza. Waelewi ni kwa sababu usipomtanguliza Mungu kwanza, adui Shetani atakuja na kuiba, adui Shetani atakuja na kuharibu, adui Shetani atakuja na kuua biashara yako. Ndiyo maana tunakuambia kabla ya chochote mtangulize Jehova kwanza mbele Andiko anasema ya kwamba mkaribieni Mungu mpingeni Shetani naye atawakimbia. Kwa kisha mkaribia Mungu ukampiga adui Shetani anakimbia. Watu wengi hawajaelewa kabisa, wanafanya biashara ya wafiki mahali, wanafanya kazi ya wafiki mahali, na hii ni alama ya kwamba uko chini ya upinzani wa adui. Wewe ukafanya kazi, mshahara unaingia, lakini hauoni kazi ule mshahara unafanya nikwani utapata mshahara mwisho wa mwezi, lakini mwaka ukiisha ukapanga salesimu zako mwezi wa kwanza mpaka kumi na mbili, unaangalia umefanya nini, hauoni kitu umefanya. Kama ni nyumba hujachenga, kama ni kiwanja hujachenga. Bwana siwe. Bwana siwe.